Mbele na taarifa ambapo mali ya thamani isiyojulikana imepotea kufuatia moto mkubwa ulioshuhudiwa katika eneo la Isebania, kaunti ya Migori, usiku wa kuamkia leo. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa hawana ufahamu kuhusu kilichosababisha moto huo. Wenyeji yao wameshtumu idara ya kupambana na majanga na dharura kwa kukosa kuwajibika. Aidha, magari ya wazima moto yamelaumiwa pia. Vile vile mtazamaji ameweza kulaumiwa kwa kuweza kuchelewa na hiyo basi kuwasababishia wafanyi biashara hasara kwa kuchelewa kuzima moto. Mwendo wa saa saba moto ulianza kuwaka. Tukakosa msaada. Wananchi wamejaribu kuzima moto kwa nguvu zao wenyewe. Hadi sasa hivi muda kama wa saa nane na kitu saa tisa kuelekea hapo. Ingekuwa kama kuna zimamoto karibu, hadi nani kama janga kama hili singetokea ingesaidia, lakini kwa sababu hakuna zimamoto, imetake almost moto umeanza saa sita, saa sita ambako almost sasahivi ni saa imefika saa tisa, ndio zimamoto inafika, inamaana kila kitu kimechomeka kimeisha.